Naitwa Joram Nkumbi, mimi ni mlungizi, maana kwamba ni mtu anayeamini, ni mfuasi wa mambo haya ya ndoa. Na nilipopata taarifa kwamba leo kutakuwa kuna mazungumzo juu ya uchumba kupelekea ndoa, na wakanikaribisha niwe miongoni miongo mwa watakaosema, wala siku tarada wala siku sita, ukasema naam, ngoja niende kwa sababu mimi mwenyewe ni matokeo ya ndoa, naamini sana katika ndoa na mambo haya ya uchumba hatukuyaanzisha sisi. Mambo haya yameanza takribani miaka elfu mbili iliyopita. Baba yetu wa imani Ibrahimu alipomwangalia mtoto wake Isaka amefikisha miaka yake thelathini na Isaka alikuwa fanya jitihada yoyote, na huyu mwanangu huyu, ngoja nifanye jitihada, nimletee mchumba, nimletee mke. Unaona, kumbe katika mambo ya ndoa pia unaweza ukasaidiwa, kama ueleweki-heleweki Akamwita mtumishi wake akamwambia, bwana, mimi nataka uende mpaka sehemu nitakayokuelekeza, kule ukamletee mwanangu mke. Sasa anamwapisha mtumishi wake, anamshika hapa kwenye paja, anamwapiza kwamba usiniletee mtu mwingine yote isipokuwa wa jamaa nitakayokuelekeza. Na hiyo jamaa aliyomwelekeza ni jamaa yenye maadili na imani ambayo Ibrahimu. Anaikubali kwayo katika ndoa, uchumba, unaoa mtu ambaye imani yako na maadili yako vinaendana. Unaona, anamsisitiza sasa, akamwapiza kwamba wewe, na kuapiza utaniletea kile ninachokwambia. Na sasa ndivyo mtumishi yule wa Ibrahimu, akabeba ngamia kumi, pete ya dhahabu na vikuku. Unaona, mambo ya kupeana zawadi katika, katika uchumba hayatukuanza nayo sisi, yalianza tangu kipindi cha kale. Unasema Mwanzo 24 na mm, nne sura ya 24. Ukisoma Mwanzo ile unapata hizi habari, akaenda katika nchi ya mbali. Sasa anaomba Mwenyezi Mungu pia kwamba hey, Mwenyezi Mungu safari yangu hii ikawe kheri, unijalie nitimize matakwa ya bwana mkubwa. Nona, kuomba pia Mungu ni muhimu katika uchumba na ndoa. Ndio anaanza safari ya kwenda kumtafuta yule mchumba. Sasa wakati amefika sehemu fulani, akasema yule binti akajitokeza mtoni katika kisima akafanya hivi akafanya hivi akafanya hivi, akatua mtungi wake, akasema kwao kuna nafasi. Huyo ndio atakuwa yule mtu ambaye wa Bwana Mungu anataka awe mke wa mtoto wa bosi wangu. Lakini unaona, pointi nyingine ya msingi hapa nataka kusisitiza ni kwamba pia iko haja ya wanawake wenyewe kujiweka tayari katika masuala hayo ya kuolewa. Naona ni katika kwenda kisimani ndipo Rebeka anakutana na muujiza wake wa mume. Rebeka asingeenda kisimani, asingefanya jitihada ya kujibu yale maswali vizuri, asingepata mume. Naona hapo kwamba iko haja pia ya pande zote, lakini anapofika kwao ndugu zake wanamuuliza Rebeka, uko tayari kuongozana na huyu bwana? Naona wanataka utayari kwamba si mambo ya kulazimishana haya Tayari? Uko tayari, Rebeka? Rebeka anasema ah, mimi niko tayari. Hawakumforce, hawakumlazimisha, akaridhia mwenyewe. Basi akavishwa pete ya dhahabu, akavalishwa vikuku, naona na hatimaye, kufupisha hii habari, akapelekewa Isaka mke. Sasa hiyo ilikuwa ni ndoa zinazopangwa na familia. Sasa mambo yamebadilika, utandawazi, watu wanajichagulia wenyewe, lakini bado tunaweza tukakopa maarifa na njia. Omba Mungu Oa mtu ambaye mnaendana naye imani, itikadi na falsafa. Alafu pia jambo jingine la kukopa ni kwamba katika hayo yote unayoyafanya, unaandaa kizazi ambacho utakikabidhi kijiti. Ndoa ndiyo serikali ambayo watu wanapokezana vijiti. Tunaona mfano wa Yakobo anataka kufa, anawaita wa watoto wake kumi na wawili, anawapa majukumu, anawatabiria Asa, kama hauna ndoa wewe, umerukaruka huku na kule, utakosa huo msingi mzuri wa kuacha kizazi imara na shupavu. Tunaona mfano pia wa Daudi. Daudi, si ni mfalme, ana mtoto wake Sulemani, anataka kuondoka, anamwambia Sulemani, mimi nataka kuondoka na kwenda njia ya watu wote, mwanangu, jionyeshe kwamba wewe ni mwanaume, mfate njia za Bwana Mungu, fata waadhi, uwe mtu wa hasanati, uwe na matendo mazuri, halafu sitakosa mtoto kwenye kiti cha ja enzi. Hapo anampa nini? kijiti cha ja uongozi. Sasa baba akimlea mtoto wake vizuri, mtoto ataendeleza ule uongozi. Ndio mambo tumewazungumza hapa siku ya leo kwamba ni muhimu watu kuingia katika taasisi hii ya ndoa bila kukwepa majukumu. Changamoto tumezielezea za utandawazi. Sasa hivi kuna namna ambavyo wanawake wanafundishwa ambayo inaleta ushindani kati ya wanawake na wanaume. Tukasema hivi, waswahili wanasema mafahali wawili hawaishi zizi moja. Ndoa za zamani zilidumu kwa sababu mmoja alichagua kushuka chini ya mwingine, ndiyo ndoa zikaenda. Sasa hivi umekuja ustaarabu ambaye mwanamke ni kiongozi, mwanaume ni kiongozi, nani atawale familia? Wote hawa ni, ni viongozi. Umewahi kuona kampuni inaongozwa na watu wa cheo kimoja? Ngumu sana hiyo fami, e, e, au nchi inaongozwa na, na maraisi wawili Ngumu sana hiyo. Mmoja anakuwa mkubwa, mwingine makamu. Ndio kampuni zinaendeshwa hivyo, nchi zinaendeshwa hivyo, majeshi, kuna amiri jeshi mkuu na wengine wanamfuata. Hasa katika familia wote wako sawa hivi, hakuna mtu kichwa, hiyo familia itaendaje? Hasa vitabu vitakatifu vimetupa mwongozo namna kuendesha masuala yale, kwamba huyu mwanaume awe kichwa, alafu mwanamke awe msaidizi, si kwamba mwanamke ni mtu mdogo au hana, hana akili hapana. Nikataka kuweka ile oda, nikataka kuweka utaratibu. Mwanamke ana mawazo, ana fikra, ana fedha, ana nguvu kama alivyokuwa mwanaume, lakini kuwepo na kiongozi. Hasa mwanaume amechaguliwa kuwa katika kiongozi tavadin, na katika mambo mengi yanaonesha, angalia vitani, wanaume wanakwenda vitani zaidi. Hata mabaya mengi yanatokea ni wanaume, wako gerezani zaidi wao, mambo ya ulevi zaidi wao kwa hiyo kama tukitaka kuiponya jamii, tusiangaika sana na wanawake, tuangaika sana na hao wanaume ambao wako vitani, ambao ndo waizi zaidi, ambao ni walevi zaidi, ambao wanapiga watu zaidi, hao ndo tushughulike nao, tuwalee, tuwatunze. Na wanawake wote wanaoweza hao wanaume wamewazaa wenyewe, yaani wanashindana na wanaume wamewazaa wenyewe, wawalee, wawatunze, wawasaidie, ndio tunaongozana. Leo tumezungumza mambo haya kwa vijana kuangalia uzito huo Taratibu wa kisasa umekuja ambao ni tofauti na mila na desturi zetu, tuepuke huo. Kule Amerikani kule, nguvu zote amepewa mwanamke. Leo hii mnaoana na mwanamke, kesho mwanamke anakuambia, a, mimi sisikii kukaa na wewe. Wanaenda mahakamani, wanapeana talaka. Angalia, mwanamke anaondoka na watoto, mwanamke anaondoka na nusu ya mali. Na mwanamke ataendelea kuchuma fedha za mwanaume kwa ajili ya kusaidia watoto child support. Kwa hiyo mwanamume anabakiwa na nini pale? Anabaki peke yake mpweke, mali zimechukuliwa, watoto wamechukulia na mshahara wake unaobaki unaendelea kuchukuliwa. Mwanamke anaenda kuolewa tena. Je, ndio utaratibu tunautaka? Sasa wale wa Marekani wanasema kama ndoa wenyewe ndio hivyo, mimi sioi. Ndio unaona matajiri kule wanaachana, watu hawataki kuoa kule katika utaratibu wa magharibi kwa sababu nguvu zote amepewa mwanamke. Haya siku hizi, ili uonekane gentleman wanasema, sasa utamfungulia mwanamke mlango, utamletea maua, utampikia chai, utamfulia ili uonekane gentleman, utampeleka supermarket, utamnunulia kile. Si ubaya mambo haya, lakini unajiuliza yeye anakufanyia nini? Kwa ni mwanaume ateseke mambo yote e, e, e, ili awe gentleman. Kwa hiyo unakuja kukuta mwisho wa siku wanaume wanafika pahala wanasema, eh, mbona kama mimi ndiyo natoa kila kitu. Sasa kwa kubadilishana, yeye anapewa tu labda tendo la ndoa. Na tendo la ndoa anaweza kalipata huko baa, anaweza kapata wanawake kazini. Kama ndio hiyo kwa ajili ya tendo la ndoa tu, mwanamke hafanyi mambo mengine. Ah, watu wanasema kwa nini yoe? Naona hapo ndiyo tatizo kwa nini ndoa zote hazidumu na kwa nini wanaume wengine hawaoi? Jambo jingine ambao wanasema ah, wanaume ni mafisi wanaume ni mbwa, kwa sababu wanawake wengine wame, wamepata shida na hao wanaume, lakini kuna asilimia mbili tu ya wanaume ambao wana fedha ambao wana, wana cheo na ni maarufu, asilimia mbili tu ya hao wanaume. Sasa hao wanaume kwa sababu wana vitu ambavyo wanawake wazuri wanavitaka, wanawake wazuri wanataka fedha, majumba na nini. Kwa hiyo hii asilimia mbili ya wanaume hawana wazo la kuoa au ndo wanatumia wanawake wote ambao tunawaona wazuri. Najua katika msitu katika msitu, simba mwenye nguvu, namchukulia mfano, simba anachukua wanawake wote na anachukua na mipaka. Tumeona kisa cha Bob Junior kule Serengeti. Hata katika ulimwengu wa binadamu inakovu hivyo, wale wanaume wenye fedha ambao hawana maadili ndani yao, wao wanahisi kwamba wanawake wote wazuri ni wao. Kwa hiyo wanasema, hakuna mwanamke atakayenikataa naona sasa wanawake wazuri, ndio maana wengi hawaolewi, kwa sababu wanawataka hao wanaume asilimia mbili ambao wao lengo lao la kuoa halipo. Wanawapeleka Dubai, wanawapeleka eh, Marekani, wanawapeleka hizo wanaita vacation, wanakununulia gari. Hawaoni ajabu, kwa sababu wao wanadhani wana kwamba waliumbwa kwa ajili ya kuwahudumia wanawake wazuri wote. Wanasema sisi wenye fedha tusipowahudumia wanawake wazuri, nani atawahudumia? Na ni kweli wanawake wazuri hawezi mchimba mtaro mwanamume akaja akamchukua huyu. Kwa hiyo wanawake wazuri ndio balaa lao hapo, hawataolewa watatumiwa na hawa wanaume asilimia mbili, ambao wengi wao sio waaminifu. Unaona, kwa hiyo ndio mambo ya tunaelezana kwamba sawa, lakini waangalie mtu ambaye atakufaa mwanadada, angalia kama ana nidhamu ya fedha, ana hofu ya Mungu na ana maono, huyu mtu mwaweza kujenga maisha pamoja. Na mwanaume vile vile, siangalie mambo mengine, angalia ana hofu ya Mungu, ana nidhamu ya fedha, na anaweza akawalea watoto, mkalea watoto kwa pamoja. Kwa hiyo ni semina nzuri sana imefanyika. Ombi langu kwa vijana, tuheshimu taasisi hii ya ndoa, ni serikali hii ndoa. Ikiwa salama, taifa linakuwa salama. Langu jina ni Joram Nkumbi.